Mkutano wa kimataifa wa teknolojia ya akili bandia AI uliowaleta pamoja wadau kutoka sekta mbalimbali mbali, kujadili namna Afrika inaweza kutumia AI katika kuboresha huduma na kupunguza utegemezi wa mifumo kutoka nje, umefanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano AICC jijini Arusha, ambapo Tanzania 24 Digital ilipata nafasi ya kuzungumza na Elisha Kenshaga ambaye ni mtaalamu na mzoefu wa masuala ya tehama pamoja na Faustin Mgimba ambaye ni mwanzilishi wa Scan Code, kwa pamoja wakasema. Watu wengi wa wamekuwa na nadharia kwamba tehama ama akili unde inakuja kuua ajira za watu. Kiukweli, sisi kwa mtazamo wetu tunaona si kweli, kwa sababu tunaiangalia akili unde kama mkombozi wa taifa, lakini mkombozi kwa ajira za vijana. Baadhi ya taasisi za serikali zimeshaanza kunufaika, lakini pia na hata za private sector zimeshaanza kunufaika na AI hizo na kupitia kongamano hili imekuwa ni fursa kwa wengi kuzijua, lakini pia kuzihakikisha kwamba wanazitengenezea mazingira ya kuziadopt, yani kuzitumia katika taasisi zao na hatimaye kuhakikisha kwamba kila taasisi inakuwa mstari wa mbele katika Eh, kuadopti au kutumia hizi hizi akili unde au mifumo ya kidijitali kama nilivyosema. Mkurugenzi wa takwimu wa Benki Kuu ya Uganda amesema AI imewawezesha benki kuboresha uendeshaji, rekodi na ufuatiliaji wa miamala huku mwakilishi wa Wizara ya Kilimo kutoka Kenya akieleza namna ambavyo wametumia AI kusajili wakulima na kurahisisha utoaji wa mbolea.

Washirika wamesema uzoefu wa mataifa haya unaonyesha AI inaweza kuboresha utendaji wa taasisi endapo itatumika kwa sera thabiti na matumizi mazuri ya kitaifa. Kutoka mkoani Arusha, Ana Kimambo, Tanzania 24 Digital.